Ujambo na karibu. Langu jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mtangazaji ambaye anafahamika kama Kameme Ngoro, mtangazaji wa redio nchini Kenya. Kameme Ngoro amejitetea vikali mitandaoni baada ya kuzushiwa kwamba anadanganya kuhusu kodi ya nyumba ya shilingi elfu hamsini na tano aliyokuwa analipa kipindi anajitafuta kimaisha. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Kameme amesema kuwa kila mtu ana mwanzo wake tofauti maishani na watu hawapaswi kulinganisha safari zao za wengine, akisisitiza kuwa wale wanaofahamu maisha yake halisi wataelewa zaidi anachomaanisha. Kauli yake imekuja kufu, kufuatia mjadala alio uliotanda mtandaoni baada ya kusema kuwa alipokuwa akianza maisha mjini aliwahi kuishi kwenye nyumba ya bei rahisi yenye kodi ya shilingi elfu hamsini na tano kwa mwezi. Wengi walidai kuwa kiasi hicho akiwezi kuelezwa kama bei rahisi kwa mtu anayeanza maisha, jambo lililosababisha uko ukosoaji mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Hayo ndio taarifa ambayo imechapishwa na Kameme Ngoro kwa kusema ya kwamba kuna kipindi ambacho alikuwa anachitafuta na kipindi ambacho alikuwa anachitafuta Eh, eh, nyumba ambayo alikuwa anaishi alikuwa analipa kodi ya shilingi elfu eh, hamsini na tano, kitu ambacho kimefanya wengine kusema ya kwamba hiyo pesa ni nyingi kwa mtu wa kawaida ambaye anajitafuta. langu jina jina asalia kuwa maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV.